Amina. Tumsifu Yesu Kristu. Amina. Awali ya yote nitumie wasaa huu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali siku ya leo kuonana na watu wa choda kuwa pamoja na watu wa Mkiwa, ili tuweze kuambiana mambo mazuri ambayo Chama cha Mapinduzi kimeweza kuyatekeleza, lakini pia kinaenda kuyafanya katika kipindi cha miaka mitano inayoenda kutokea siim. Hoye sim safi. Ndugu zangu, nina mambo mengi ya kuzungumza ila kwa uchache kabisa, kwa uchache kabisa, ndugu zangu, nianze kwa kuwapongeza kwa kuhudhuria mkutano huu kwa wingi. Ndugu zangu, inaonyesha namna gani mnapenda chama cha mapinduzi na namna gani mnapenda kuja kusikiliza ni chama chamapinduzi inataka kuambia msafi sisi, sisi, ndugu zangu e, tarehe tisa kama mnakumbuka alikuja mgombea wa urais mgombea wetu wa urais kwa chama cha mapinduzi tulipokuwa pale kungi, Mheshimiwa Rais alizungumza mambo mengi. Katika hayo aliyozungumza aliweza kuitaja, e, kata yetu ya Mkiwa pamoja na kata zingine, lakini mimi kwa uchache nijaribu kuzungumza mawili matatu ambayo yeye aliyazungumza pale. Sisi ni hoi, sisi ni safi. Mgombea wetu wa urais pale pale Ikungi alitamka wazi kwamba atahakikisha anatuletea jimbo la Ikungi Mashariki vituo vitano vya afya. Mama anatujali sana, ameona kwamba aanze na afya, kwa sababu tutakapokuwa na afya njema tutaenda mashambani kulima. Tutakapokuwa na afya njema tutaenda kufanya biashara. Tutakapokuwa na afya njema tutaweza kufanya shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Sisi mhoje, sisi msafi. Mama aliweza kuwagusa wakulima, mama aliweza kugusa wafugaji. Kwa habari ya wakulima, mgombea wetu wa rais alisema ya kwamba atahakikisha anajenga ghala kubwa la pembejeo za kilimo pale Ikumbi. Lile ghala ataweka pembejeo, ataweka mbolea za ruzuku, ataweka mbegu zetu hizi nzuri za kisasa ambazo tutalima kwa kupata tija. CCM oye! Katika hilo akasema, mkulima huyu atakopeshwa zile zana kwa bei rahisi. CCM oye! CCM safi! Katika wafugaji, ilani Chama cha Mapinduzi imetaja kwamba inakwenda kujenga majosho katika maeneo yetu, inaenda kujenga majosho kwa habari ya kuhakikisha kwamba mifugo yetu inaenda kuogeshwa, inaenda kupata afya nzuri na hatimaye tunapata soko zuri tunapopeleka sokoni. Hiyo mama ameamua kumkomboa mfugaji. CCM oyee! Sambamba na hilo, ameongeza kwa kusema kwamba atahakikisha anajenga mabwawa katika maeneo yetu, hayo mabwawa yatusaidia akikisha maji yanakuwepo ya kwe kutosha ili mifugo yetu ikapate kukunywa hayo maji na mwisho wa siku ipate afya nzuri. Matokeo yake mkulima anaenda kunufaika na mfugaji. Sisi CCM boy, sisi msafi. Wakati tuko Iramba, Mheshimiwa Rais ambaye ni mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi aliendelea kuzungumza akasema ya kwamba mwaka huu, mwaka huu ma, mazao kama dengu, mbazi na choroko bei yake imeshuka kutokana na soko la dunia kuwa chini. Akasema hii inatokana na uzalishaji duniani kote, kwamba uzalishaji umekuwa mkubwa, hivyo basi soko la dunia kwa maana ya bei ikawa chini. Mama Samia akasema haiwezekani kwa mkulima wa Tanzania, haiwezekani kwa mkulima wa Singida, haiwezekani kwa mkulima wa Mkiwa, yeye atakapopata uraisi tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ataenda kuhakikisha na yeye anaweka, anaweka bei yake bei ya ukomo bei ya serikali, ili mkulima anufaike, anaenda kuongeza bei ya mazao haya ili mkulima wetu aweze kunufaika. CCM oyee! CCM safi! CCM juu! Ndugu mwenyekiti, hapa hapa hapa Mkiwa hapa Shoda, mimi ni mwenyeji. Kuna mzee wangu Mayua sijisemuona siyu kwapi nyumbani. Pale nyumbani pale ni nyumbani eh. Sasa wakati nakuja miaka ile 2014 15 16 17 kwa kweli hii barabara ilikuwa haipitiki. Kipindi hicho hata umeme haukuwepo. Tulikuwa naangalia umeme na eh, siku na banda gani liko wapi? Sijui liko nyuma huku. Kwa naangalia eh, mipira. Kuna siku tunaangalia World Cup hapo hapo. Nili eh? CCM oye. CCM safi. Leo naposimama nasimama kwa ujasiri kwa kwa sababu kuna umeme. Nasimama kwa ujasiri kwa kwa sababu barabara inapitika. Kipindi kile ilikuwa ipitiki. Sisi CCM oye, sisi CCM safi. Sasa haya ni machache, mtakapotuchagua, sisi tutakapoenda bungeni, tutaenda kuhakikisha mengine mengi zaidi yanaenda kujengwa, mengine mengi zaidi yanaenda kutengenezwa. Lakini na sisi tunakuisisitiza serikali hizi ili iweze kuleta maendeleo. Sisi CCM oye, sisi CCM safi. Sasi. Ndugu mwenyekiti, nikuombe kwa sababu mikuja na, na mbunge kijana mimi, nikuombe huyu mbunge awe ni mbunge wa Ikungi Mashariki, tusaidiane, tukafanye kazi. Nikuombe sana, tutakapokuwa bungeni, ajenda yetu ni moja, ni Ikungi Mashariki. Tutakapokuwa bungeni, mimi nikikosea, yeye anasimama, yeye akisimama, na mimi naamka. Kwa hiyo kasi ya maendeleo, kasi ya maendeleo inaenda kupatikana, kwa sababu tayari mna faida mbili mna wabunge wawili ambao wako hapa, wale ambao watashindwa kuniambia mimi basi watamwambia pacha wangu. CCM oye! CCM safi! Safi na nikuombe wape namba ya simu ili tukiwa bungeni wakupigie kabisa wakuambie kuna moja mbili tatu alafu tunauliza. CCM oye! CCM safi! Ndugu zangu, natambua ya kwamba kuna changamoto ya masuala ya, ya tembo. Hilo jambo tumelichukua tutahakikisha kwamba hilo jambo tunalifuatilia kwa kina ili tatizo liweze kutatuliwa. CCM oye, CCM safi. Uzuri mwenyewe nimemwambia nakaa huku, nimeishi huku, hilo tatizo la tembo nalifahamu vizuri kweli kweli. Ninyi tarehe ishirini na tisa ni kwenda kupiga kura kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenda kupiga kura kwa mbunge, kwenda kupiga kura kwa diwani, ili kwa pamoja tukahakikisha hilo swala la tembo linapatiwa ufumbuzi. CCM oye! CCM safi! CCM juu safi, -Safi. -Safi. Ndugu zangu nina mambo mengi ya kuzungumza ila kwa uchache niwaambie ya kwamba niaminini mimi mwaminini Mtiana mwaminini rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye! sasa mtakapoenda kupiga kura nyingi, mkipiga kura nyingi kwa mbunge wenu, kwa diwani wenu, kwa mheshimiwa rais mtatupa ujasiri mkubwa wa kudai hayo maendeleo ambayo tunayataka sisi. CCM oyee oyee! Kwa mfano, mkimpa kura nyingi Mtiana ataenda halmashauri, ataenda halmashauri kwa kujidai, kwa sababu mmempa ujasiri wa kwenda kudai maendeleo ambayo ninyi mnayataka sisi. CCM oyee oyee! Mtakaponipa mimi kura nyingi kama mbunge, mtanipa ujasiri wa kwenda bungeni, mtanifanya nitembee kifua mbele nitaenda kwa spika, nitaenda kwa waziri kumwambia choda, kuna moja mbili tatu. Choda, wanataka umeme kila kitongoji. Choda, wanataka zaneti yao imaliziwe. Choda, zile barabara za vichochoroni ziweze kukamilika. Hoi oh yeah. Sasa nipeni kura nyingi, nipeni kura nyingi ili niweze kuwa na ujasiri nitakaposimama bungeni, ili napoenda kumwona huyo waziri, naenda kumwona huyo spika basi niende kwa ujasiri mkubwa wa kumwambia hawa watu walitupa kura nyingi, kwa hiyo hawana budi kutetewa maendeleo. Sisi tumpe Mama Samia kura nyingi, ili ili anapoona kwamba Mkiwa yote nimpa kura nyingi, atakapoona chote imetoa kura nyingi, na sisi tutakapoenda kumwomba maendeleo, atasema naam, ninyi ni wanangu mliye niheshimisha katika uchaguzi, hivyo sina budi kuwapa maendeleo utakapompa kura nyingi, atasema nawapa zawadi watu wa Mkiwa. Kama alitupa mambo mawili, hawezi kuacha kutongezea tatu mara nne. CCM oyee! Oh CCM oh safi. Kwa hiyo hayo yatawezekana kama sisi wote tunakupiga kura kwa mheshimiwa rais, kwa mbunge, pamoja na diwani. CCM oh, oyee! Oh, wangapi watampa mama Samia kura nyingi? Oh, wangapi watampa mama Samia kura nyingi? wangapi watampa mama Samia kura nyingi? CCM oyee! oh oh Wangapi watampa Mtiana kura za kutosha? Wangapi wangapi kulerona kama wanyosha, wangapi wangapi sisi msafi Ahi. na wangapi watampa mbunge Mgonto kura nyingi za kutosha? iaaani em mambo makubwa ambayo yanaenda kufanywa na Chama cha Mapinduzi. Tupeni imani, tutawalipa imani, tunaenda kufanya kwa vitendo. Sisi tumejitoa kwa ajili ya kuwatumikia. Mimi na Mtiana tumenong'onezana muda si mrefu, akaniambia wallahi tena, wallahi tena. Tutahakikisha tunaleta maendeleo katika kata nzima ya Mkiwa, na mimi nitahakikisha nitakuwa naye bega kwa bega. Nitamuunga mkono, nitasimama naye kwenye halimashauri yatakawa tushinda halimashauri nayapeleka Dodoma bungeni. CCM oye! <tipa> <tipa> <Zimza, Zimza>, <tipa> bahati nzuri, bahati nzuri siku ya leo tuna wajumbe wa halimashauri kuu ya taifa wako hapa, mwenyekiti wetu na katibu wetu. Kwa hiyo haya ambayo tunayazungumza hapa ni mambo yanayotokana na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hawa wajumbe wa halmashauri kuu hawa wajumbe wa halmashauri kuu wametoka na vitu kutoka kwa mama Samia mwenyewe. Kwa hiyo wana vitu mkononi, na hizi ilani wao ndio wameweza kutengeneza. Kwa hiyo wana hakika ya kwamba zinaenda kutekelezwa, na ndio maana wakatupendekeza sisi kuwa watu wa kwenda mstari wa mbele, ili tuweze kuwa wa kusimamia ilani ya chama cha mapinduzi kwa hayo machache, ndugu zangu, niwashukuru sana, niwashukuru sana kwa kuwa mmeendelea kujiunga chama cha mapinduzi mkono, na mmenihakikishia kwamba mtampa mama Samia kura nyingi, mtampa mbunge kura nyingi, na mtampa mtiana diwani eh, wetu kura za kutosha. Asanteni sana ya ino. Mungu awabariki. amina, amina.